tuelekee uko goma kivu kaskazini ambako kwa sasa ni eneo linalodhibitiwa na afcm 23 ni kwamba naibu meya wa mji wa goma desire ngabo atoa tadhari watu wanaodanganywa kununua viwanja katika mpaka wa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo na rwanda kwani makazi eneo hilo sio la wakazi ni mipaka mie mimi naiko malaria mzoni yetu nazalia mo na watoto lakini balikuyaga bakapima mbele, balikuyaga bakapima bakaanzia hapa kwa hili jua pale kwenye ule mtoto iko bakaendelelea, bakasema huyu anikonesha kizi iko papa wenka, akasema kuanzia hapa kwa ili kwetu kuanzia pale kwa ile nyumba timpaka po ni kunyumba, wakakuya na gizi, mnakuya ndio maana unaona niko nacheza, ni furaha ya kabanda, baka kuya baka tembea baka kuya hivi, wakaenda hivi, wakaenda hivi, bakaenda hivi, bakaenda hivi, baka fika

Balipitisha mabarabara balikata huku kote lakini wakaniacha mpaka na mimi, huyu mimi nazikia sasa, mimi natokea kule, mimi nafurahi, mimi naona, mimi natoka, mimi natakuwa mmate leo, baba yangu Yesu Kristo. Mm, yeah, yetu

kwani kuna watu ambao walikuwa wameshaanza jenga vibaya, walikuwa wanaanza ampete zone net, na ndio maana uh, mari Maria Goma chama cha AFC wakati tumekuwa rt, ilibidi, ilibidi tukuja hapa ili tuweze kuangalia pamoja na services zote, service ya cadastre pamoja na, na meri ndo tulifika kuangalia zone net inaanzia wapi na inaishia wapi na wapi watu wanaanza kujenga. yaani watu wanaanza jenga ndani ya imeonekana watu wanajenga ndani, lakini tunaendelea kufuatilia. Lakini ukiangalia vizuri metre ambazo zilikuwa prev kubakia hapa ku zone metre kote kongole, kuna watu ambao hawai respecte na haianze leo. Ukiangalia hata nyumba nyingi walikuwa wanaenda wanaweka mara, lakini watu hawapendi kusikia. Sasa mtafanyaje? Eh, decisions zingine zitatoka kwa wakubwa, tutapatia wakubwa rapport na ni wao ndo watajua kipi cha kufanya. Kwa hiyo mnaweza ambia nini wale wanaodanganywa kwamba wakuje tafuta parcel? Watu wasidanganywe, mbele ujenge ni vizuri ku, kwenda ona maservice ambazo imahusika ili usije ukajenge mahali ambapo hakustahili ujenge sai kisha kesho ujikute nyumba yako imebomolewa. Hii ni baada ya watu kuanza jenga makazi yao katika baadhi ya sehemu mpakani, shughuli zote zikiombwa kusimamishwa, kwani haziruhusiwi watu kujenga katika mipaka ya mataifa mawili. Desire Ngabo Kisuba ametoa hata hivyo tahadhari kwa watu wanaoitwa komisioner wanaodanganya watu kuwa wana viwanja kwenye mpaka wa DRC na Rwanda Zaiwa, kama, pamoja,

Na kusema ulikuwa una shida nini? Ninyi tumekuwa tunaongea pale. Mtu analima hapa shamba. Watoto wake wanajua kula maraki pale. Anakufa. Mtoto wake naye anazaa. Huwa na sasa hii ni shamba ndio kwenda tayangu hapa ni kwetu. Ora sijui hizo ni matendo ya nini. Doktor analima hapa na wengine wanakuwa doktor ni hapa na ora huko analima mu zone neutre. Kisha wengine wanaenda uzisha zone neutre yenye haikuwa parte. Unaona sasa zone neutre.